Huku shamra shamra za Krismasi zikiendelea, wafanyabiashara na wachuuzi kaunti ya Mombasa wanalalamikia kuhangaishwa na maafisa wa kaunti wanaowafurusha kutoka maeneo wanayotegemea kupata riziki zao. Wafanyabiashara hao wametoa wito kwa serikali ya kaunti kutoa mwelekeo wa sehemu mwafaka za kufanya biashara. Kadhalika, wamelalamikia ukosefu wa maji safi kaunti ya Mombasa. Na kitu tunafanya tunajua wanachukua street boys wanafungua kampuni zao, ndio wanaweka tenda, waseme kwamba we are balancing among community we know and we can tract it and we can tell them the truth. Hiyo ndio maana sahii Mombasa kuna umaskini ya hali ya juu, imeingia kwa watoto, wanachinja watu barabarani naomba tu county government wakiungana na the national government wapate, ku, uh, wapate ku, ku, ku, kutilia manani mambo ya utalii ili wapate kuboresha sekta yetu ya utalii jijini Mombasa.